Bwana mambo vipi bwana? siku la, la, ya leo nataka nikuelekeze maajabu ya e drums ambayo inapatikana ndani ya FL studio e drums bwana. Ukitazama au wengi hawaifahamu vizuri, wage nafanya vitu vikubwa sana, na ina kitu kizuri sana ambacho ukinifuatilia unaweza ukanielewa nini namaanisha. Moja kwa moja bila kupoteza muda, ngoja nifungue FL studio 24 Yes, tumeshaifungua FL studio na moja kwa moja nitakwenda kukuonyesha drums ambayo inapatikana ndani ya FL studio, lakini ina vitu vikubwa baraa mno. Bwana, kwa mara ya kwanza ukifungua hii drums unakuta hivi wamekuwekea na sample zao, yeah. Kuna kiki hapa, kuna closed hi-hat hapa wamekuwekea mm -hmm. Sampu zao wanazozijua ya ni hizo hapo. Sina spika kubwa, ila nimevaa edifon nenda usizisikia sauti za sampu zao ambazo wameweka, ila wanachotaka kukuelekeza, naomba tuwe makini ili kuelewa nini nachokwenda kukuambia. Hii drums ina part A na part ina part B hapa na part B huko, part B. Wakuwekei chochote kile. Sasa basi, kwa nini nasema hii drums ya maajabu hii? Unaweza ukakria data zote ukaja, yani ukagusa iki alama hapa ta, ukaja ukafuta hizi kwa kuweka MT. Kwenye pati A ikawa empty na pati B ikawa empty. Sasa unaweza ukalodi sample zako wewe mwenyewe kutoka nje ya FL Studio. Yaani kama vile una sample zako ambazo unataka kuzitumia. Aa, kwa mfano mimi hapa nina sample hapa. Ngoja niziingize ndani ya FL Studio kisha tutaelekezana. Kuna sample hivi hapa. Sample sample nibebe ni peleke ni to moja, moja kwa moja kanii uh -huh. Niweke hapa drums zangu kwenye chini okay. My drums file langu ni hili hapo nitaenda moja kwa moja na kufungua hizi sample zangu hapa. Kwa mfano, hapa kuna kongas, naweza nikachagua konga yangu hapa nikaitupia tap, tap, nikazitumia hizo konga mbili. Nafanya haraka haraka, ili nisipoteze muda, nikachukua snare nikaweka hapa, nikachukua snare ya pili nikaweka hapa, lakini pia nika, naweza nika light click hapa, nikaipa magu jina na rangi, kwa mfano nikaipa hii snare. Yes, hapa nikaenda moja kwa moja kwenye rangi nikaipa rangi ya bluu hapa, yes, ikawa hivyo, lakini pia unaweza ukaweka na hivi hivi vya alama alama ya snare ni hii hapa ikakaa hi iko hapo. Haya, naenda moja kwa moja percussions, unaweza ukakitupia hapa yes. Ngoja nifungue hapa, hii ni kiki, naweza ukalaiti kiki ndika kiki au ukashuka hapa ukakutana na neno kiki, ikajiweka hapo yenyewe na rangi yake. Na hii ni snare, tunaweza tukalaiti click, tukagusa hapa, ah, tukaandika jina la snare hii. Snare ya snare kwanza, hii snare ya pili. Mm, hii -hmm, ni ni kitu kama kisnap fulani hivi, nimekiweka hapa, lakini inawezekana usikisikie, lakini na kuonyesha tu jinsi ya kuvi sample yaani nakuonyesha hii hii drum utakuja utakuja kunielewa uko mbele, ninachomaanisha ni nini, kwa sababu ni drums nzuri okay. unaweza ukaweka vingoma hapa, yeah, na muona hapa, hii ni ngoma sample naweza nikaziweka ngoma mbili katika sehemu moja hii, nikachukua ngoma ya pili nikaja nikaitupia hapa, zikawa zinalia ngoma mbili kwa sehemu moja. Kuna ngoma ya kwanza hii na ya pili hii, lakini ukipiga hapa zina sound ngoma mbili kwa wakati mmoja ya Bane. Hii ni bongo la drums. Iko ndani ya FL Studio, ala ku download ipo huko ndani. Amatupiaa, umeona hapo ngoma mbili, pia ina sound vitu viwili tofauti, lakini inakuwa bug kubwa uh, sasa, okay, nimejaribu nime kutupia sample chache eh, ili nikuelekeze kitu kingine ambacho, sifa nyingine ya hii drums ya ambayo iko hapo, unaona hii kiki. Drums yetu ni hii hapa, hapa hapa ninaweza nikalaiti kiki, nikaipa jina drums, iko hivyo Sifa kubwa ya hii drums ilivyo, kwa mfano hapa, unaweza ukaleti click hivi kiki. Ukija hapa, hii sehemu hii hapa, imeandikwa output, unaweza ukaweka hapa output unaweza ukaiandika namba moja hivi, kwa hiyo hii output moja hii, ukija kwenye mixer huko, hii kick unaweza ukaweka kwenye output namba namba moja. Okay, unaona, na huku kwenye mixer yetu kumeweka namba moja hii. Unaweza ukaweka namba mbili inakuja kwenye mixer yetu inasoma namba mbili Kwa hiyo ukitaka kufanya mixing inakuja hapo. Hii unaweza ukaweka namba tatu Kwa hiyo sinaya zetu kiki imesoma namba moja nea imesoma namba mbili kiki hivyo hivyo na hii unaweza ukaipa iende namba nne, ukapangilia na hapo, ukaweka hivo hivo namba tano. Kwa hiyo unapokuja kufanya mixing hapo, naweka hapa e, ni kiki hizi, snare hizi, snap, na hii inasaidia wewe ukiwa kama producer kuto kujaza misampo mingi hapa juu, hapo juu ya hii channel rack, unaweza ukazipanga sample zako ndani ya hii drums na ukazitengenezea kwamba hii kick ikachomoe kwenye output namba moja, hii snare ikachomoe output namba mbili kwenye mixa yako. Kwa hiyo hakuna haja ya kupanga mi, mi, mi, vitu vingi sana, kwa hiyo unachokifanya kama ukisha ukisha panga sample hapa, ah, ili kupiga drums ukifungua hapa open channel piano roll unaweza uka, ukaja ukaona huku zimejipanga hapa hii kiki ukapiga kwa mfumo huu Four step namna hii E, enda, nachokipiga hapo nakisikia mwenyewe kwenye headphone, ila nataka tu ni kuonyeshe tu wevu zinavyocheza kwenye ile mixa kule. Okay, kama hivyo naona. Kwa hiyo hakuna haja ya kupanga huku misample mingi. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hii drums ambayo unakuja hapa na unafuta, inakaa empty, halafu unaingiza sample zako kutoka nje ya FL Studio. Asante, yes, kwa kutazama na nikukumbushe kama umevutiwa na somo hili. Stay tuned kwa ajili ya masomo mengine yafuatayo.